Uh, wanawake wakifanya mazoezi ya kupunguza tumbo huwa wanafanya mazoezi vibaya. Naongelea na wanawake wote ambao wamewahi kujifungua, ambao hawajawahi kujifungua. Wana matumbo fulani ambayo yamening'inia, yameshuka chini. Namba mmoja linakuwa sababu kuta tumbo kudhoofika, kuwa dhaifu, namba mbili ni uwepo wa mafuta mengi. Na kwa hiyo jifungua uh, inakuwa kuna kitu kinaitwa diastasis recti. Misuli ya tumbo, rectus abdominis, zinakuwa zimeachana kwa sababu ya tumbo kukua wakati mtoto. Mazoezi kama Plank is wrong. Kufanya mazoezi kama sit up is wrong. Kufanya mazoezi kama... Of course yana work out kwa watu wengine, lakini sio wewe kama umeleka kujifungua au tumbo lako lina aina hii. Kulala wengi wanakosea, wanaalia upande same, same, unazidi kudhoofisha misuli ya tumbo lako. So nitakwambia, unatakiwa kufocus na mazoezi ya msingi ambayo kwanza yatakaza tumbo lako na pili utasaidia kuchoma hayo mafuta. Zoezi la kwanza la msingi this uh, wall sit tunasaidia kubani free fat acid ambazo zimejikusanya amba. Hapa kumbuka, kilichofanya uongezeke kitambi ni uwepo wa kula vyakula vyenye sukari, kwa kula mara kwa mara, kula wanga, ukaanza kutengeneza viseli vidogo vidogo vya mafuta. Vile viseli vya mafuta vimechochea uwepo wa free fat acid. Hizo free fat acids ndo zimezidi kukuharibu hormones zako, zimekuelekea kwenye hormone balance, zimekusababishia fibroids, zimeshajia kushindwa kupata mtoto, zimekuelekea kwenye endometriosis, zime ndio hizi free fat acid Uache kuzalisha mafuta zaidi, uache kuharibu homoni zako zaidi. Ndio maana tunasema mwanamke, kutaka kufix chochote matatizo ya uzazi, matatizo ya homoni, anza kwanza kupunguza tumbo lako na sio kwenda kufanya detoxin. Detoxin haipunguzi tumbo, detoxin inadhoofisha mwili wako, unakuwa malnutrition, unaamini umepungua. Na mbili, uh, unaweza kuja okay, ukafanya bridge, this is the best sana. Unaweza kufanya knee raises, so unaleta miguu toward the chest. The nice and the A, ayo ni baadhi ya mazoezi tu. Mazoezi kama ya kulukaluka jumping jacks, laba running, kukimbia, mazoezi mazuri zaidi sababu unazidi kuzifisha kuta ya tumbo, unazidi kuzifanya hizi nyama ziweze kushuka chini, kushuka chini, hazina sehemu ya kujishikiza. So, yatumia mazoezi ya cardio kama warm up. Fanya low intensity training. Tembea, panda milima ukienda kwenye treadmill, panda kwenye incline. Na fanya mazoezi ya msingi. Sio kila mazoezi unayaona kwa sababu Coach Ommy alifanya akaoneka six pack zinaf, mwenye no, no. Mimba tumbo lako misuli yako urudishe, then kuikaza, na urudishe. Ni kama msuli huu wa bicep wa mie huku, kwa sababu nimeona wengi wakikosea kufanya mazoezi kitu ambacho kimewagharimu, wanaona sipate matokeo, sipate matokeo, wanakwiti.